Usisahau kusubscribe like, na kubonyeza alama ya kengele. Msikiti mkubwa mandukati oye. Oye. Mandukati oye oye, oye. Draft oye. Oye. Draft sanya kapu oye. Oye. Ndugu zangu tumekutana hapa kama vijana, lengo kubwa kama alivyozungumza mwandaji hapa kangu dafa ni kwamba tukutane hapa pamoja tushirikiane yani. Leo siku sikukuu, sio mapumziko, kutane hapa kwa pamoja tushiriki kwenye hili jambo ambalo tumeliandaa hili jambo. Ni kweli kiongozi jana, walinifuata jana jioni, wana na sisi tuna jambo letu tunafanyaka kila muda kwenye eneo letu la Manundu kati hapa mjini Kasaba. Sawa, tufanye jambo tushikamane. Kwa viongozi wangu, washiriki wote wa drafti, huu ni mchezo mkubwa kuna mashindano ya drafti ya dunia, hapa dunia yanafanyika ya Afrika, Tanzania yanafanyika mashindano ya drafti kwenye vipaji. Ili jambo lisiishie hapa, nyie viongozi wa, wa maskani hii, tutafute wadau. Wadau wako ku wengi Korogwe hii, si mimi peke yangu, tuna wadau wengi kama sisi. Wadau tufuate wadau, mi nitafanya lingine na mengine nitafanya mengi. Mimi na mpango andaa pool table Napanga kuandaa drafti tayari, pool table nitaandaa, bao lengo kubwa ni kuwafikia watu wengi, kusema watu wengi vijana, pamoja tufurahi, tushikamane. Mambo kama haya, wote tumekutana hapa, tujuani baadhi yetu, lakini kwanza leo tumejuana, ni familia moja. Mimi ni kiongozi Chama cha Mapinduzi, na nyinyi hawa ndio wananchi walinipigia kura na mimi hapo, na nawatumikia mpaka leo hii. Kwa viongozi wangu, kaka zangu, tushikamane sana. Kingine kikubwa cha mwisho Jamani, maisha ni siasa, si ndio? Najua mwezi wa kumi tuna uchaguzi. Hatupo kisiasa hapa, hili jambo la kijamii, lakini hivi tuzungumzie uchaguzi. Ni mchakato wa kupata uongozi wa serikali. Sisi vijana wengi tuko hapa ndio wenye hatima ya nchi yetu. Basi sisi vijana kwa nafasi zetu kwanza cha kwanza tukajiandikisha daftari ya kupiga kura, tuwe wapigaji kura, ili tuchague na kiongozi tunayemtaka, isije baadaye kachagua kiongozi ambaye wewe kumchagua utalalamika kiongozi. Vijana wote kajiandikisha daftari ya kupiga kura, nafasi zipo, tuchague viongozi. Kingine tudumishe amani, tuko hapa leo hii tujagombana, hamna ugomvi. Kuna uizi kama mabaya, kwa sababu amani tumeitunza vijana wangu wa Korogwe, tuchamane, tutunze amani yetu na ushikamano huu tuendelee nao. Mimi ni kijana wenu, mimi ni mwenzenu. Na tunakupa nafasi nyingine ukijali ukipata nguvu. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi zaidi ya hawa. Tunashukuru sana na mwomba nimkaribishe kamisa msaidizi. Asante wachezaji wote, poleni kwa mchezo mgeni rasmi tunakushukuru sana. Uh, Idi ya leo, Idi pili umetu, uh, umetu, umetu, umetuweka kwa kweli na kutuheshimisha sana. Jambo hili sio dogo. Wachezaji hawa ni wakubwa kweli kweli. Yani, kuna mechi nyingine ambazo zilikuwa ni ngumu kuziamua, lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu, nafikiri hakukuwa na jambo ambalo ni baya. Tunashukuru sana sana sana. Kwa mabingwa, tutakutajia mabingwa ambao wamesha na zawadi zao ndio hivyo mratibu wa mashindano eh, lakini tukuombe wasikusu, tumeshapoteza muda nao. Makamisa wetu wamefanya kazi kubwa sana au si dokta, na wewe unaweza kuja kuongea ansi pamoja na badi, hawa ni watu ambao tunawategemea kwenye mashindano yote. Sawa, awali ya yote tumshukuru mgeni rasmi kwa kutusapoti sisi wanamichezo wanaopenda drafti. Kwa wakati mwingine ukipenda pia, tunakuomba tena tusapoti kama ulivyo tusapoti leo, tuendeleze mchezo wa drafti karibu sana. Ansi sana, pamoja na kwamba alikuwa ni mchezaji, ni mmoja kati ya sehemu ambao wamefanya kazi kubwa sana. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru kwa uliotufanyia na vilevile pia tunakuomba uendelee kutusapoti katika kila kitu. Hii Samia Draft Cup ya leo katika hii Korogwe Town kwa kweli imetuheshimisha sana, mimi kama mweka hazina nimefurahi sana Nashukuru Mungu akupe moyo huo huo, tuendelee kukufadhili. Eh, tuna changamoto nyingi, lakini tunashukuru kwa ile tulipofikia hapa leo. Asante sana. Badi badi badi, makaji sema kidogo no. Shehe huyu no. ni mmoja kati ya watu ambao tunawatumia sana mm. Sa Sa sana baada yeah. ya hapa, tunaomba tukusomee sala yetu, afikisha kamishna atataja wa... Usisahau kusubscribe like na kubonyeza alama ya kengele.